Kuntum la ta'lamun. Mwengine wanauliza wa eh, anasema assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Anasema suali langu baina ya baba na mama, nani ana haki ya kumpa mtoto aliyezaliwa jina? Maana kuna ushindano kila mmoja anasema ni yeye eh, naomba jawabu sahihi. E, shukran, jawabu sahihi ni kwamba kama anavyosema ulama kwamba baba ndiye mwenye haki ya kutoa jina. Baba ndiye mwenye mtoto, ndio miliki yake, yani kama Qurani ilivyoonesha eh, wa alal mauludi lahu, wa alal mauludi lahu. Hii lahu ina maana yake, Qurani inasema yule mtoto ambaye kwamba mtoto kazaliwa kwa ajili yake, ni miliki yake baba yani Ingelikuwa ni wa mama angesemwa wa alal mauludi laha. E, kwa hivyo mtoto ni wa baba mwenyewe, ndio miliki yake hasa. E, kwa hivyo yeye ndio mwenye haki ya kutoa jina, na hilo limo katika vitabu vya naeleza. E, tena waku wenyewe wakisuluhishana, waki na ku akiamua kumpa haki mama atoe jina, haya lakini, mwenye haki ni baba ya kutoa jina. Wallahu tabaraka wataala aalamu wa hakim.